Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Gavoo Media. Karibu katika Gavoo News. Jina langu ni Michael wa Emmanuel Arusha. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi, Mheshimiwa Muhammad Mchengerwa amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania imedhamiria kwa dhati kuisogeza serikali karibu zaidi na wananchi wake hasa wale walio na kipato cha chini katika maeneo ya vijijini na mijini ili kuwaletea maendeleo akizungumza kwenye kongamano la uchumi la arusha la mei 3 mwaka 2025 jijini arusha akiwa miongoni mwa watoa mada Mheshimiwa Mchengerwa amefafanua kuwa lengo kuu ni kuwaomba wananchi kutoka katika mnyororo wa ukosefu wa taarifa huduma na fursa, kwa kuwajengea uelewa, uwezo na maarifa ya msingi, sambamba na kuwaletea miundombinu inayowezesha kushiriki kikamilifu katika kupanga na kutekeleza mipango yao ya maendeleo. Na nukuu, tupo katika zama ambazo maendeleo hayategemei tena maamuzi ya viongozi wa kitaifa peke yao bali yanategemea uwezo wa maeneo yetu ya mikoa na halmashauri zetu kuongoza dira, maarifa na maamuzi ya kimkakati, mwisho kunuku. wa kunukuu, alifafanua mheshimiwa Mchengerwa. Aidha amesema utawala bora sio tu matumizi ya serikali, bali ni falsafa ya kuwezesha kila mwananchi kushiriki kikamilifu katika ndoto ya taifa na kujenga taasisi imara, kuimarisha rasilimali kwa uadilifu na kutoa huduma kwa usawa bila upendeleo. Manyara, mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Aprili 29 imeshiriki tukio la kuwajengea uwezo wa wanawake wa jasiriamali wa wilaya ya Hanang mkoani Manyara kuhusu jinsi ya kuzibaini na kuzitumia fursa za kiuchumi lililoandaliwa na taasisi ya WEDAC, Microfinance Institution Limited inayotoa mikopo na elimu ya fedha kwa wanawake vijijini. Katika tukio hilo lililohudhuriwa na wanawake takriban mia nne, mtaalamu unu wa ununuzi wa umma kutoka PPRA Bikalorin Fungo aliwasilisha kuhusu fursa za zabuni za umma zilizotengwa na serikali kwa ajili ya makundi maalum ambayo ni wanawake vijana wazee na watu wenye ulemavu. Vifungo aliwahamasisha wanawake hao kuzingatia utaratibu wa kusajili vikundi vya watu watano hadi ishirini kwenye taasisi wezeshi kama halmashauri ya wilaya ya Hanang, kisha kupata usajili wa kujisajili kwenye mfumo wa NeST ili waombe zabuni zilizotengwa kwa ajili hao. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Hanang Mheshimiwa Rose Kamili Salum aliwashukuru PPRA na WIDA kwa kuweka mafunzo hayo kwa wakazi wa wilaya hiyo ikielezwa kuwa inaakisi vitendo juhudi za serikali ya awamu ya sita kuwainua wanawake kiuchumi. Sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 inazitaka taasisi zote ununuzi kutenga asilimia 30 ya bajeti ya ununuzi kwa ajili ya makundi maalum. Kwa mujibu wa PPRA, tangu Julai 2023 hadi sasa makundi maalum yamepata mikataba yenye ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 15. Morogoro wananchi mkoani Morogoro wametakiwa kujitokeza kwa wingi katika kila wilaya atakayoipita katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM CPA Amos Makala ametarajia kuwasili mkoani humo Mei 5, 2025. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mwenezi wa chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Morogoro Zangina Zangina amesema ziara yake itatenga kukutana na wakazi wa mikoa huo kuwaeleza kuhusu mafanikio yanayopatikana nchini katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Rais Dr Samia Suluhu Hassan. Na kunako anga za kimataifa, Burundi. Wasimamizi wa vyombo kadhaa vya habari nchini Burundi wamechukua hatua wa adhimu ya kukemea matendo ya kuwashambulia waandishi wa habari wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani wakurugenzi wa vyombo vinane vya habari vya kibinafsi nchini Burundi walitia saini taarifa ya pamoja wakieleza wasiwasi wao mkubwa kuhusu vitendo vya vitisho wanavyofanyiwa waandishi wa habari. Hii ni mara ya kwanza kwa waandishi wa habari mashuhuri kupata sauti kwa pamoja nchini Burundi tangu mwaka 2015 wakati mzozo wa kisiasa uliosababishwa na vyombo kadhaa vya habari kufungwa huku karibu waandishi 150 wakilazimika kukimbia nchi hiyo ndogo ya Afrika Mashariki. Katika taarifa yao ya Jumamosi, viongozi hao wa vyombo vya habari vya Burundi wamesema hali inazidi kuwa mbaya kwa wanahabari, hasa kabla ya uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Juni mwaka huu. Burundi inashika nafasi ya 125 kati ya nchi 180 katika viwango vya uhuru wa vyombo vya habari vinavyotangazwa na shirika la waandishi wasiokuwa na mpaka RSF ambapo linasema kuwa kumekuwa kukishuhudiwa mazingira ya chuki kwa waandishi wa habari nchini humo. Na katika rubaa za michezo huko viwanjani, Manchester United yajiunga na kinyang'anyiro cha kumsajili mshambuliaji wa Cameroon ambaye thamani yake inakadiriwa kuwa ni pauni milioni 60, Brian Mbeumo mwenye umri wa miaka 25 kutoka Brentford msimu huu wa kiangazi mpaka kufikia sasa hatuna la ziada kutoka dawati la genius, la hapa hapa Gavoo Media. Ulikuwa nami Michael wa Emmanuel, usiache kusubscribe, kulike, kupata taarifa zote tunazozidi kuwekea hapa hapa, asante sana. Bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.